Ni katika baraza la kawaida la madiwani wa jiji la Mbeya, mstahiki meya Dol Mohamed Issa amesema ukarabati huo umeenda sambamba na ukarabati wa shule tatu zilizokuwa na miundombinu chakavu. tumeweza kukarabati shule ya Manga kwa kiasi cha shilingi milioni mia moja na themanini, tumekarabati shule ya msingi Nzovwe kwa shilingi milioni mia moja na themanini, lakini tumekarabati shule ya msingi Ilomba ambayo kwa kata Isese kwa jumla ya shilingi milioni mia moja na hamsini lakini azma ya mbunge wetu kubwa ilikuwa ni kukarabati madarasa ya shule chakavu. shule shule ambazo na madarasa sio mazuri kwa halmashauri yetu tumeweza kufanya hiyo kazi ya kukarabati madarasa katika shule zetu madarasa zaidi ya mia nne kwa shilingi bilioni moja na milioni mia moja thelathini na saba zimetumika na kupunguza idadi ya madarasa chakavu katika jiji letu tuna jumla madarasa karibu ya mia tisa sasa hivi tumebakia na madarasa mia tano ambayo kazi inaendelea hatutaiacha mpaka tuimalize lakini vilevile ndugu zangu, tumeweza kujenga matundu ya vyoo 507 katika shule 194 za msingi kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 152. Ninyi ni mashahidi hali ya vyoo katika shule zetu ilikuwa ni mbaya. Mwakilishi wa katibu tawala mkoa wa Mbeya, Christopher Nyambaza, amewataka wataalamu wa jiji kuanza mapema mchakato wa kufunga hesabu za mwaka wa fedha 2024 2025 ili kuepuka kusubiri maelekezo ya wizara . Tuko kwenye nyakati za mwisho kwenye kufunga mwaka 2024 25. Nichukue nafasi hii kwa kungusha timu ya management kuanza michakato ya kufunga hesabu za halmashauri. Tusisubiri ratiba ya wizara ndio tuanze kukimbizana na kufunga hesabu. Ni vizuri sasa tukaanza mapema michakato hiyo ya kufunga hesabu za halmashauri na mchakato huu wa kufunga hesabu za halmashauri usiwe chini ya mweka hazina peke yake. Tunaomba mfanye kazi hii kama timu. Tunajua karibu kila idara inalo jambo la kufanya katika kufunga hesabu. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya ana Anamary Joseph amewataka madiwani kuhamasisha wananchi kujitokeza kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili uandikishaji boreshaji wa daftari la wapiga kura awamu ya, ya pili, tunaomba mtusaidie kuhamasisha, lakini tumeshafanya mafunzo jana watendaji wa kata na taarifa, watendaji wa watendaji wa mitaa kwa ajili ya kuhamasisha na nyie pia mtusaidie ili kuweza kuhakikisha kwamba daftari linaboreshwa kunakuwa na, kuna na wapiga kura wenye sifa, sije katokea mtu akaenda pale akaambiwa hakuandikishwa kumbe ni taarifa tu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.